alivyopimwa BP ya mkononi nikaona mtoto wangu ameshafariki. Huyu binti yangu, labda kuna mtu aligombana naye. Katika hali ya kushangaza, vilio na majonzi vimetawala kwa wakazi wa kata ya Ntuntu wilaya ya Ikungi mkoani Singida wakati wa mazishi ya Grace Hamis mwenye umri wa miaka 32, ambaye amejinyonga usiku wa kuamkia Januari 2, 2026, muda mchache baada ya kususa sherehe za mwaka mpya ambazo ziliandaliwa kwa dada yake. Akizungumza wakati wa mazishi ya mwanamke huyo ambaye ameacha watoto watatu, baba mzazi wa binti huyo mzee Hamisi ameeleza namna tukio lilivyotokea. Nimeulizia mama, ameniambia ndugu zake, ameniambia. Na kwa nini alisusa? Akasema hatuwezi kujua kwamba alisusa vipi, na kwa sababu yeye tayari ameshanyamaza, na kuna mtu ato liomwachia ujumbe kwamba mimi nilisusa kwa moja mbili tatu lakini yeye na mdogo wake walikuwa pete na kidole, anaelewana hasa. Siku ya, ya kwenda kwenye sherehe yake, ndio kitu kilicholeta utatanishi, maanake hakuna hata mmoja anayejua kwamba ilikuwa vipi, kwa nini alisusa. Na nilijabu mimi kuuliza, ulizia majirani, aidha huyu binti yangu, labda kuna mtu aligombana naye au alikuulizana na mamaake, wasema hiyo hatujasikia ni maamuzi tu mwanao aliochukua bila kujua mtu aina yote. Mi kwa binti yangu, naye mfahamu msongo wa mawazo mast unakuwa naye, kwa sababu ushakuwa mtu mzima. Na ukiangalia huku wamacha watoto watatu, na bado wale watoto watatu wale wa wa sanasala, mahitaji yalikuwa natoka kwangu na kwa mamake, kwa kuisaidile kwa jukuu zangu wapate elimu na moja ndo amemaliza mwaka huu darasa la saba amefaulu, na mwingine ndo yuko chekechea na mwingine ndo yuko chekechea. Kwa hiyo sasa, inawezekana msongo wa mawazo labda, alikuwa hakuna rafiki yake wa karibu aliozaa naye kuweza labda kumpush kidogo, lakini sisi wazazi ndikuwa tuna push kwa moja nae ndikuwa tuna hebu kumtengenezea maisha yake. Kulikuwa na hafla ndogo ya mdogo wake, alitualika twende sasa yeye ndo alikuwa mleta habari kwamba mtaenda au la, ni kama mara tatu hivi alikuja akawa anatuambia huyu mam, mama yake amesema muende, mnaenda au vipi? Tukamwambia tunaenda. Sasa baada ya hapo, tuka tupo nyumbani na familia yote, yeye hayupo. Ikaingia giza, akaja akasema mnaenda? Mbona usiku umeingia? Tunaenda, tunakusubiri wewe. Sisi wote familia yote kwenda kwa mdogo wake pale, pale, pale, yani, mwanangu wa kwanza kaniambia mama, twende, kwani kuna shida gani? nilivyofika pale kwa mtoto wangu huyo wa mwisho wakatukaribisha, mi nikamwambiaje mi sikai. Kawambia subiri chakula, mikawambia si subiri chakula. Wakanipa mboga tu kidogo, nikala hapo nimesimama, nikabeba mjuku wangu nyumbani. Nilivyofika nyumbani, nikakuta mlango umefungwa kwa ndani. Sasa kuna dirisha moja halina kitasa, likasukuma likafunguka kaingia ndani kaingia dirishani pale kaingia ndani, ta ilikuwa imewaka sebleni. Ye kapitiliza kufungua mlango kwa ndani. Alivyofungua mlango kwa ndani, mi nikaona kama vile, mbona mwanangu kajibanza pale dirishani. Kuangalia hivi, nikamwambia mama, one njoo njoo mama, kulu, kulu amejifunga na, na, na, na mtandio, njoo tumfungue. Tukakuta anakoroma hapo tukamfungua, nikapiga yoe, watu wakawa wamekuja mara moja hapo, wengine wana pikipiki, tukawaomba tuka tumtoe nje, wengine wakasema sisi hatuwezi kumshika mtu enda amefariki. Si tukamtoa na yule mama nje, nikamwamwagia maji, naona hali ikawa sio nzuri, tukampakiza kwenye pikipiki, tukakimbilia kituo cha afya, huko tukaenda Kafika tuka tukapokelewa, akaenda kwenye vipimo, nikaitwa mama, nikaenda. Alivyopimwa BP ya mkononi nikaona ziro, mi nikaanza kulia, nikaona mtoto wangu amesha fariki. <laughs>